Waziri Mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Augustin Matata Ponyo, amehukumiwa kifungo cha miaka kumi cha kazi ngumu kwa kosa la ufisadi, ikiwa ni moja ya hukumu kali kuwahi kutolewa kwa kiongozi wa juu wa serikali nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa za Mahakama ya Katiba ya DRC Congo zilizotolewa Jumanne, Matata alipatikana na hatia ya matumizi mabaya ya kiasi cha dola takriban 245 za fedha za umma. Katika kesi hiyo Deogratias Mutombo, aliyekuwa gavana wa Benki Kuu ya taifa hilo naye alihukumiwa kifungo cha miaka mitano cha kazi ngumu. Wakili wa Matata, akizungumza na shirika la habari Reuters, alidai kuwa hukumu hiyo imetolewa kwa msingi ya kisiasa na kwamba mteja wake hakuwa na hatia. Nukuu, sehemu ya fedha zilikuwa zimetengwa kwa mradi mkubwa wa maendeleo ya kilimo uliolenga kupunguza tatizo la njaa nchini, alieleza wakili huyo. Kesi hiyo inahusiana na mradi wa Bukanga Lonzo Agricultural Industrial Park uliozinduliwa kwa lengo la kuimarisha uzalishaji wa chakula nchini DRC. Mradi huu ambao, ulitajwa na shirika la Reuters kwa miongoni mwa wawekezaji wakubwa zaidi ya kilimo barani Afrika, ulitarajiwa kutoa ajira ya zaidi elfu ishirini na mbili na kupunguza uhaba wa chakula kwa watu milioni ishirini na nane. Hata hivyo, ripoti ya ukaguzi ya fedha ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ilibainisha ubadhirifu mkubwa katika utekelezaji wa mradi huo, hali iliyochochea kufunguliwa kwa kesi dhidi ya Matata na Mutombo. Mahakama pia imewapiga marufuku wote wawili kushika nyadhifa za umma kwa kipindi cha miaka mitano baada ya kumaliza vifungo vyao. Matata Ponyo alihudumu kama Waziri Mkuu wa DRC Kongo kati ya mwaka elfu mbili na kumi na mbili na mwaka elfu mbili na kumi na sita chini ya utawala wa rais wa zamani Joseph Kabila. Kabla ya hapo, alikuwa waziri wa fedha na alisifiwa na shirika la fedha la Kimataifa IMF kwa juhudi zake za kuimarisha uchumi wa taifa hilo. Mnamo mwaka 2023, Matata aliwania urais wa DRC Congo dhidi ya rais wa sasa Felix Tshisekedi, kabla ya kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Tangu kuibuka kwa tuhuma hizo, amekuwa akikanusha vikali mashtaka yaliyokuwa yakimkabili. Kazi ngumu ni sehemu ya adhabu halali inayotambuliwa kisheria nchini DRC, endapo itatolewa na mahakama. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, hukumu hii inaashiria msimamo mpya wa vyombo vya sheria nchini DRC Congo katika kushughulikia kesi za ufisadi, hasa dhidi ya viongozi waandamizi wa zamani, huku taifa hilo likikabiliwa na changamoto za kiuchumi, kisiasa na kibinadamu kufuatia miongo kadhaa ya migogoro hiyo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa zaidi.